wanaoendelea kutoa ushirikiano wa kiwango kikubwa katika kulinda na kuimarisha amani ya nchi. Hata hivyo, kama jeshi la polisi lilivyoeleza katika taarifa yake ya tarehe tatu mwezi huu wa 12 2025 kwamba upo uhalifu unaoendelea kupangwa na kuhamasishwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye makundi ya baadhi ya watu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 wa kina uliofanywa na unaoendelea kufanywa kwenye mitandao ya kijamii na kwa watu mbalimbali mbali, na mbinu zinazohamasishwa zinazo zitumike kuanzia siku hiyo ya maandamano ya tarehe tisa Disemba 2025 kama ilivyoelezwa katika taarifa ya Jeshi la Polisi ya Disemba 3 2025, kuwa wanahamasisha kufanya yafuatayo: Siku hiyo ya maandamano yasio na kikomo, yani tarehe tisa mwezi Desemba 2025, wanaelekezana ambaye hajui kutumia silaha na hajapitia mafunzo siku hiyo asishike silaha, wawaachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha. Kwa maana rahisi, watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo lao, lao, lengo ambalo wamekusudia. Mbili, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni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 kuhamasisha siku hiyo waende pia kwenye mahospitali ili kuzuia huduma kwa wagonjwa zisitolewe, kwani wakifanya hivyo nchi itasimama. Nane, pia wanahamasishana kuwa watahakikisha wanafu, wanafuata, wanawafuata popote pa walipo watumishi wa serikali ili wawadhuru. Tisa, wakati hayo yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii tumesikia matamko mbalimbali mbali, na wanayatoa wanasema, wanaohamasisha na wanaohamasishwa wakiandamana siku hiyo tutawakuta wamekatana vichwa huko mitaani. kumi. Wapo wengine wamehapa na kutamka watakaoandamana wasifike kwenye mitaa yao kwani watawashughulikia ipasavyo. kumi na moja. Wengine wanasema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 yani, taarifa.tpf.go.tz